Watu wengi wameshindwa kujua uh, wana wa Mungu au watoto wa Mungu na watoto wa shetani. Namaanisha kwamba hata wewe mwenyewe unayetegea sikio katika siku ya leo, haufahamu wala haujui kama wewe ni mtoto wa Mungu au ni mtoto wa shetani au wa ibilisi. Na ndiyo maana nataka nikuulize mpendwa, je, unafahamu au unatambua kabisa kama kweli wewe ni mtoto wa Mungu au mtoto wa shetani? Na unawezaje kufahamu? Unawezaje kutambua? Unawezaje kujua huyu mtu au hata wewe mwenyewe ni mtoto wa Mungu au ni mtoto wa shetani? Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo popote pale ulipo na unaponitegea sikio katika siku ya leo. Napenda nichukue nafasi hii kukaribisha tena, uh, kupokea maneno ya Mungu hapa hapa katika chaneli hii ya Canada Christ Holy Followers, na anayekufikishia ujumbe huu katika siku ya leo sio mwingine, ni Mwinjilisti Edmond Obedi. Mpendwa, um, uh, Ubarikiwe, ubarikiwe sana katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kama unavyojua kama unavyoona, hizi ni siku za mwisho, hizi ni nyakati za mwisho. Watu wengi wanaishi maisha ambayo hawafahamu hata wao wenyewe kama kweli ni watoto wa Mungu au ni watoto wa Ibilisi. Wengi wanadhani kwenda kanisani kunamfanya kuwa mtoto um, wa Mungu au mwana wa Mungu. Wengi wanadhani kwamba Uh, kumtangaza Yesu au uh, kuwa mhubiri, kuwa mwinjilisti, akuwa uh, umesomea mambo ya ya theolojia, unajua mambo ya, uh, ya siku za mwisho na nyakati za mwisho, yani kuwa mwimbaji uh, sijui kuwa shemasi, kuwa, uh, si kuwa uh, mzee wa kanisa uh, sijui kuwa nani, kuwa na cheo chochote katika dini au dhehebu, wanadhani inawafanya kuwa wana wa Mungu. Lakini mpendwa, uh, siri iliyopo ni kwamba wengi hawafahamu wala hawajui kwamba tayari japo wanaingia makanisani ni wana wa, wa, wa, waibirishi, waibirishi. Na ndio maana katika siku ya leo mpendwa, nimekuja na ujumbe huu mfupi sana, ili kwamba atupate kuongelea uh, swala hili au uh, neno hili mpendwa, na neno ambayo ninakuletea katika siku ya leo uh, ni neno inayosema ishara inayoonyesha wewe au mtu yeyote uh, ni mwana au ni mtoto wa shetani. Yani kuna ishara fulani ukishaiona kwenye maisha hata iwe ni a, mtu yeyote awe ni kiongozi wenu wa serikali au labda ni rais wa nchi, awe ni waziri mkuu au ni, ni askofu wa makanisa yote sijui we unajua ni makanisa gani. Yani ukishaona ishara hii, mpendwa, lazima utambue kwamba huyo sio mwana au mtoto wa Mungu, ni mtoto wa Shetani. And please stop making excuses. Yani acheni kutoa viji sababu sababu vya kwamba wewe uh, unamwonea wivu unamwonea nini? Hapana mpendwa, huu ndio ukweli kutokana na maandiko matakatifu, sio maneno. Hatuhubiri maneno yetu mpendwa, tunahubiri injili kamili ya Yesu Kristo kwa watu wote, kwa viumbe vyote, na kwa mataifa yote. Hatuchagui mtu, hatuangalii sura ya mtu, hatuangalii cheo cha mtu, hatuangalii uzuri wa mtu, hatuangalii ubaya wa mtu, hatuangalii u, hatuogopi uovu wa mtu. Atunayemwogopa ni mmoja tu, yule anayeweza ku, kuangamiza maisha haya na, na, na, yani roho a, na mwili vyote akaangamiza. Nani? Mungu peke yake. Lakini hawa wengine hatuogopi mpendwa. Lazima tuitangaze injili kamili ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa watu wote, na awe ni mtu wa namna gani, lazima asikilize ujumbe huu, maana dunia imejaa uovu mwingi. Dunia siku hizi imejaa watu wengi ambao ni watoto wa Ibilisi, watoto wa shetani. Na wewe unaweza kuwa ni mtoto wa shetani, misimamo ulionayo ni akili fikra za kibinadamu. Mpaka wengine wanadiriki kupinga maandiko, wanasema nimesoma mengi a. Mimi tu katika siku ya leo mpendwa, anikuibie siri ni kwamba aa, wewe kusoma vitabu vingi haimaanishi kwamba tayari umetoboa aa, kuhusu asiri za Mungu aa, au mambo ya kimungu. Hapana mpendwa, unahitaji Roho Mtakatifu unaweza kuwa na, ma, na argument nzuri sana uh, uka present point nzuri sana kama vile uko mahakamani wewe au uh, umekuwa wakili bora lakini, mpendwa, mbele za Mungu hayo yote ni bure, ni hovyo kama hauna roho mtakatifu. Wengine watakwambia yani kila mambo unaingiza rohoroho, roho, yani mnafanya yawe ya kimungu. For anything kwa jambo lolote lile ambalo unaona Yesu asishiriki kwa namna yoyote au hahusiki kwa namna yoyote, mpendwa, unafanya akimwili, ujue kwamba kama Yesu hawezi ku, ku, kuhusika pale, tayari umetoa nafasi ya ule ufalume mwingine. Na ndiyo maana wapendwa, mujiadhari sana, kuweni macho, be very careful, be very careful. Mpendwa, na ufanye maneno kwa, kwa uangalifu sana ana naposema uangalifu, sio kwamba wewe haujui jinsi ya kufanya mambo haya mpendwa. Unaweza kuwa una, una ujuzi na uelewa mwingi, lakini sasa huo asio shida kwa shetani, atakuchanganya atakushughulikia vizuri sana wala hautampa shida. Sasa nataka nikuulize siku ya leo, je, wewe kweli shetani hajakukamata? Je, wewe hapo ulipo Shetani hajatawala fikira zako na mawazo yako? Yaani, unajua inaingia kwenye mawazo na jinsi unavyofikiri unavyowaza, au jinsi umefundishwa. Na ndio maana mpendwa, mimi japo najifunza kwa watu wengine, lakini naomba sana na ninampa sana Roho Mtakatifu anifundishe zaidi kuliko wanadamu wanayoyasema, maana dunia imejaa, imejaa ukengeufu mwingi sana, uelewa mwingi, upotoshaji mwingi. Mtu anakuja naanza kukwambia mambo, unaona kwamba kweli ni pointi za kweli lakini sasa Roho Mtakatifu anakuambia nini, wapendwa? Hizi ni nyakati za mwisho, Yesu anarudi. Na ndio maana siku zote tunawahubiria kwamba amwewa watakatifu, tenda, tenda haki mpendwa, ishi maisha matakatifu, iweni nuru na to, angazeni katika dunia hii mpendwa, ili kwamba watu wakiwaona waone Yesu Kristo ndani yenu, sio waone mawazo yenu na farisafa zenu na misimamo yenu ya, ki, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Uh, ya kiteroristi, ya ya magaidi, watu wanaompinga Yesu Kristo, kama maandiko matakatifu yanasema, yani kwa nje wanaonyesha kwa, wanaonyesha utauwa mwingi, yani wanaonyesha kumcha Mungu sana kwa nje lakini ndani ndo kuna shida katika maisha ya watu wengi, na ndio maana hapa katika siku ya leo na kuletea ujumbe huu ili kwamba ujichunguze mpendwa, maana usiu usiju kajihangaisha sana na kujitaabisha sana eti kwa kuwa wewe unatoa sadaka sana, unawasaidia wajane, unafanyaje, ah, sijui yaani ni kazi kazi zako tu ndio unataka zikuwe, zikufanye wewe uhesabike kuwa mtakatifu. Hapana mpendwa. Aa, ni kuishi maisha matakatifu. Kwa hiyo inatakiwa ujiulize, je, wewe kweli sio mwana au sio mtoto wa Shetani hapo ulipo? Maana watu wengi ka, katika dunia hii, yani sio shida kusema Mungu ananipenda, Yesu ananipenda lakini watu wengi midomo yao ni migumu kusema Yesu nakupenda, nakupenda Yesu kuliko kitu chochote, nakupenda Yesu kuliko watoto wangu, nakupenda Yesu kuliko mume wangu, nakupenda Yesu kuliko mke wangu, nakupenda Yesu kuliko wazazi wangu, nakupenda Yesu kuliko kazi yangu, nakupenda Yesu kuliko masomo yangu niliyoyafanya, nakupenda Yesu kuliko cheo nilicho nacho, nakupenda Yesu kuliko kitu na vitu vyovyote na mtu yeyote katika dunia hii. Oh, niko tayari haleluya! Oh, jina la kwa hiyo mpendwa, je, unawezawezaje kutambua au kugundua au kuona na kufahamu kama kweli wewe ni mwana wa Mungu aliye hai au ni mtoto wa Mungu na sio mtoto wa Shetani? Na mtu au mtumishi au mtu yeyote niseme kwa ujumla, unawezaje kujua huyu ni ni wa Shetani? Mpendwa, maandiko yameweka wazi Maandiko matakatifu hapa yanasema hivi a, katika moja Yohana moja Yohana tatu mstari ule wa kumi maandiko matakatifu yanasema hivi a, kwa jinsi hii a, tunaweza kujua dhahiri watoto wa Mungu na pia watoto wa ibilisi iblisi, yaani anasema kwa jinsi hii ni yani, dhahiri kwamba unaweza kutambua, unaweza kugundua, unaweza kufahamu hata wewe mwenyewe ukajifanyia uh, uchunguzi binafsi uh, self, uh, uh, self assessment personal evaluation and assessment of your spiritual growth and your spiritual spiritual walk, maisha yako ya kiroho mwene, mienendo yako ya kiroho, jinsi unavyoishi maisha yako ya kiroho mpendwa, sio mpaka mtu mwingine akufanyie uchunguzi au utafiti wewe mwenyewe ujichunguze, mpendwa. Anasema ni dhahiri, unaweza kutambua. Anasema hivi, uh, anasema hivi hivi, yeyote uh, asiyetenda haki hatokani na Mungu, awe ni mtu yeyote yani. Hapa sijui, apendwa, kama mnakubali, mna injili tunayoihubiri, injili kamili ya Yesu Kristo. Anasema yeyote asiye tenda haki, haijarishi ni mimi na mhubiri Yesu Kristo, kama sitendi haki, labda uende ukafa ukatafute uka uh, defin, uh, definition au maelezo zaidi neno haki lina lina combine mambo gani eh? Haki ni neno kuu sana wenye haki, wakisoma maandiko matakatifu yatakwambia wenye haki wana nafasi gani katika ufalme wa Mungu. Haleluya! Kwa hiyo mpendwa, lazima ujue, anasema mtu yeyote asiyetenda haki, awe ni rais wa nchi, awe ni mchungaji kiongozi, awe ni katibu mkuu wa madhehebu yenu, awe ni askofu mkuu, awe a, ni mwinjilisti awe ni amze wa kanisa awe ni mwimbaji, uwe ni mhubiri au mtumishi yeyote awe ni, ni nabii awe ni mtume awe ni mtu yeyote, amaandiko matakatifu yamesema wazi, mtu yeyote asiyetenda, haleluya, asiyetenda haki hatokani na Mungu. Wewe unayetegea sikio, kama hautendi haki, wewe ni wa Shetani. Point. Yani, weka ma arguments, are present opposition, whatever it is, wewe ni wa shetani. Kwa jina la Yesu Kristo, ukatakasike ukajitakase, mpendwa. Na anasema hivi, usikiliza hapa, naendelea. Anasema hivi, wala yeyote asiyempenda ndugu yake <laughs> amesema yeyote asiyetenda haki na yeyote asiyempenda ndugu yake angariyamnacochukiana hata kwenye familia, ninyi kwa ninyi, pendwa, haya sio maneno yangu. Tumesoma moja Yohana au Yohana sura ya kwanza Yohana ah, wa kwanza sio sura. Yohana wa kwanza sura ya tatu tukasoma mstari wa kumi, mpendwa. Kwa hiyo anasema wazi, yeyote binadamu yeyote hapa duniani Asiyetenda haki, haijarishi ni nani, haijarishi wewe umefanya kazi gani katika ufalme wa Mungu au wewe una choo gani katika mambo ya dini. La, lakini kama haufanyi hili jambo, maandiko matakatifu yamekuweka wazi, wewe hautokani na Mungu. Kwa hiyo wewe ni waibilisi, wewe ni washetani. Kwa hiyo mpendwa, usije ukajichanganya, wewe mbona hiyo ni mtu wa Mungu. Na hapa kutenda haki, mpendwa, sio kwamba ni hao watu wanaogawa pesa kanisa ama kanisani, hao manabii wa shetani, shetani, shetani. mnaoita ndiyo baba. Najua kuna watu wamesimamia sana mababa wow, wao wa kiroho, lakini ukiwauliza na wao sasa, hao watu kama mtu ni baba yako wa kiroho, sasa yeye baba yake yake wa wa kiroho kiroho ni ni ni nani? Na kama yeye baba yake ni wa kiroho, ni Yesu au ni Roho Mtakatifu? maana okay. ukiweka uke, uke, kwenye mifugo ya kibinadamu tutaishia pabaya wapendwa, unahitaji Roho wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God unahitaji Roho wa Mungu, sijui niseme kwa lugha gani? Yaani mtu amesimamia anasema wewe unahitaji baba yako wa kiroho anayekuongoza katika mambo ya kiroho, yeye anaongozwa na nani? Huyo mtu unaniambia anaongozwa na nani? Pale ndo kuna swali kwa hiyo watu wengi mtajikuta pabaya sana, mpendwa, kwa sababu unaamini kwamba au unataka baba yako wa kiroho, lakini sasa na huyo baba yako wa kiroho ni hatari, yeye ni wa Ibilisi, lakini anakuwa baba yako wa kiroho, anakuongoza katika roho gani? akiroho cha namna gani, mpendwa? Kwa hiyo haiwezekani, mpendwa, tunahitaji sote akumtegemea Roho Mtakatifu na sio hawa baba na wamama wa kiroho sijui na wanani. Kwa hiyo mpendwa, anasema yeyote asiyetenda haki, asiyetenda haki mpendwa, anasema hatokani na Mungu. Au ukisoma katika Mathayo, au ukisoma Mathayo mpendwa ukisoma Mathayo tano ule uh, mstari wa mstari wa, wa, wa, wa sita hapa, maandiko matakatifu yanasema wazi, yanasema kwamba maandiko matakatifu yanasema hivi, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watatoshelezwa. Hapa ndivyo maandiko matakatifu yanasema, mpendwa. Na hapa anasema hivi, ule mstari wa kumi, heri wanaoteswa kwa sababu ya haki, maana ufalme wa mbinguni uh, ufalme wa mbinguni ni wao. Kwa hiyo ambao wana njaa na kiu ya haki ambao wana njaa na kiu ya haki, ndivyo maandiko matakatifu yanasema hivi, hao watatosherezwa. Lakini wewe ambaye una njaa na kiu ya kutenda maovu na mabaya, kamwe hautatosherezwa hautato, mpendwa, na ndio maana taendea kuwa mbaya kuliko hata shetani. Unajua kuna watu kwenye dunia hii wanatenda mabaya na maovu mpaka shetani anasema hawa viumbe wanatoka kwenye sayari gani? Mbona sayari alizoumba Mungu sijawahi, Shetani anasema mbona sijawahi kuona viumbe wa namna hii. Ndo ubaya unaoutenda wewe kwa, anasema wenye njaa, heri, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watatosherezwa. Wa lakini hapa mstari wa kumi ndo akaweka vizuri, akasema heri wanaoteswa kwa sababu ya haki. Nawe mpendwa, unajua kuna watu wanaoteswa na hasa Wakristo wa, wa kweli. Uh, sisi tunamhubiri Yesu Kristo bila kuangalia kasura ka mtu kacheo ka mtu madaraka na mamlaka aliyonayo mtu, uh, uh, cheo ulicho nacho, elimu uliyo nayo uh, sijui yani chochote tuangalie, anything hatuangalii uh, hayo kwa tunatwanga vizuri sana a uh, tunapinga uovu na ubaya unaoendelea katika dunia hii watu wa namna hii mpendwa, ndio wanateswa kwa sababu ya haki, na unaona maviongozi wenu wanatenda maovu kuliko shetani, alafu wewe unazidi kuwashobokea vya kutosha tu ewo. He. mnashangilia watenda maovu, lakini mtu anayekemea maovu mnaona kama yeye sio mtenda haki. Unaona shetani alivyowachanganya nini? Amewachanganya vya kutosha lakini, hapa amesema wale wanaoteswa kwa ajili ya haki ufalume wa Mungu ni wakwao. Haleluya! amesema maana ufalume wa mbingu au wa mbinguni ni wao, yani wanaumiriki, yani wao unaoteswa kwa ajili ya haki. Mpendwa, usikate tamaa, usikate tamaa. Unajua tuna, tuna watumishi vibaraka wa shetani ambao wanaona serikali za dunia au, hata watu wengine wanatenda maovu, wanawanyanyasa watu, wanawaibia kupitia mambo ya sadaka na vikumi, yani njia mbalimbali, kwa uzia maji ya upako o oh, wanaambia fanya hivi o oh, njoo kwangu jiungamanishe na madhabahu yangu, oh, mimi lazima niwe baba yako wa kiroho, mambo ya ajabu ajabu, hakuna nayekemea. Hao ni washetani, wapendwa, kaa mbali nao. Kwa hiyo watu kama hawa hawawakemei, wanaona Ah, wache tu wache tu, haya yalisemwa kwenye Biblia. Kwa hiyo Biblia kwa isema kwamba tusiwaseme au tusiwahubirie, na wao wanaotenda maovu lazima tumseme kila mtu na tumu, tumunyoshe waziwazi, very straight. Hiyo ndo injili kamili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo mpendwa, wewe mwenyewe utaweza ku, kujitathmini kuji, kuji maana, amesema yeyote asiyetenda haki, yeyote asiyempenda ndugu yake Unajua watu wanavyochukiana kwenye makanisa yani aka, kwenye kanisa watu hawahubiri njii kama hizi mpendwa. Mpendwa watwange straight forward, there is no excuses. Neno la Mungu mpendwa ni upanga wenye ncha mbili, unakata kuwili ndo wanasemaga mpendwa, maana hata mimi mwenyewe ninahubiri neno hili. Neno hili linanihusu ni mimi mwenyewe. Eh. Hey. Kwa hiyo ncha mbili. Kwa hiyo neno la Mungu lazima likate pande zote. Anaye return, anae lihubiri, na anaye sikiliza. Maana lazima wote tujifanyie tathmini. Mimi nawaambiaga siku zote. Mungu alisema wa mkijifanya wagumu kuliko Shetani. Mungu anasema mkikataa kumtumikia wapendwa, mjifanye wagumu kuliko Shetani. Ata miti hiyo mnayoiona, mawe, eh, hey, miamba mnayoiona. Vitu ambavyo mnaona havina uhai. Kwa Mungu sio shida, atabadilisha viona uhai, vitaanza kumtukuza na vita kumsifu. Kwa hiyo anasema, wewe kama hauna upendo, haumpendi ndugu yako, yani unakuta kuna watumishi wengine, unajua ana alimchukia mtu mwingine mpaka akamsababisha aondoke kwenye kanisa, bado ulioni mtu mnalifuata. Mlivyo wajinga! Yani mtu namwona ma, ma, maneno nayo yasema, ni uchonganishi, ni mambo ya uzushi, ni umbea ani fitna bado unamshikilia, kama ni mtumishi wa Mungu eti kwa kuwa nasema Yesu anataja jina la Yesu, hiyo siyo shida. Mimi naambia a, kulitaja jina la Yesu Kristo, mpendwa, ujue siyo shida. Anayelitaja sasa lazima mpime kulingana na maandiko matakatifu. Kwa hiyo hapa amesema kama upendi wewe mtu yani bora usijisumbue bure, mpendwa, acha kujitaabisha wewe kwenye maisha hayo yako ya, ya wokovu, maana hiyo tayari wewe umejiwekea ishara mbaya kwa Mungu. Wewe sio kitu. Kwa hiyo amesema, asiyetenda haki katika dunia hii, asiyetenda haki, asiyempenda ndugu yake mwenzake, amesema mtu wa namna hii hatokani na Mungu maana Mungu ni haki. Tunapoongelea Mungu, tunapoongelea Yesu Kristo ni haki. Sasa ninyi wahubiri, mnahubiri mnashindwa kuhubiri ku, ku haki katika dunia hii ambayo imejaa uovu na nguvu za giza za kila namna na unyanyasaji na mateso na hasa Wakristo wa kweli tunapitia muda wakati mgumu. And this is just the beginning, bado ni mwanzo wa mpendwa, maana maandiko yaliweka wazi kwamba haya unayaona, mpendwa, yatatufikia. Na ndio maana ukiona hapa anakutesa sana Ah, kimbilia sehemu nyingine mpendwa, maana usije ukaishia uka kulipiza ah, baya kwa baya. Sisi ah, kama wafuasi wa, wa Yesu Kristo hatulipizi baya kwa baya mpendwa. Kwa hiyo niamini kwamba kwa ujumbe huu umeanza kuji, kujitathimini wewe mwenyewe kujifanyia tathimini. Je, wewe unatenda haki? Je, wewe unampenda ndugu yako unampenda ndugu yako mpendwa, na kama sio hivyo basi wewe ni wa shetani kuanzia leo, wala wewe hautokani na Mungu. Au usitutishe kwa cheo ulicho nacho, ah, jinsi unavyohubiri sijui nini, kama haumpendi mtu mwingine. Kuna mtu mwingine anaona anataka kukuweka au kufanya mahubiri yako yasikike, kwa sababu ana roho mbaya, akupende huyo mtu anaona wewe unavyohubiri anaona kwamba unampinga, yaani yeye anaona unapinga uh, taratibu zao na kanuni zao za dini lao na utaratibu huyo, ni shetani. Sisi tunamhubiri Yesu Kristo apendwa. Kwa hiyo mpendwa, atutengeneze uh, maisha yetu uh, ukisoma hapa mstari huu wa, uh, mstari wa tisa. Maandiko matakatifu yanasema hivi kwenye uh, kwenye Yohana wa kwanza uh, ile sura ya uh, tatu. Uh, au ukisoma ile mstari wa tisa mpendwa maandiko matakatifu anasema hivi ayeyote aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wa Mungu wakaa ndani yake, au mbegu ya Mungu iko ndani yake, of the very nature of God, ule uasili wa Mungu uko ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi, kwa sababu amezaliwa na Mungu. A, kwa Kiingereza ndio wanasema kwamba haendelei kutenda dhambi, haendelei kutenda dhambi. Kwa nini? Kwa sababu tayari ana asiri ya Mungu ndani yake. Mpendwa, sasa wewe kama unaona unaendelea kutenda dhambi, unatubu leo, kesho unarudi, au unatubu baada ya wiki moja au ya wiki mbili, mwezi mmoja, unarudi kule kule, unavaa ile sura ya Shetani, unakuna unamuvaa Yesu leo, baada ya wiki mbili unamuvua Yesu unamuvaa Shetani kwa kuendelea kutenda ma, matendo maovu, wewe ujue kwamba, mpendwa, wewe hautokani na Mungu. Wewe ni mwana wa Ibilisi. Bora ukatengeneze na Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa maneno haya na kwa neno hili, mpendwa, namaliza katika siku ya leo, lakini niamini kwamba ujumbe huu umekusaidia umetambua wazi na unaweza uh, kujisemea mwenyewe kweli kwamba wewe ni mwana wa Mungu au ni mtoto wa Mungu, au wewe unatokana na Mungu na au wewe kweli kwa kweli, kwa kuwa muwa mkweli, unaamini kwamba hapo ulipo wewe hautokani na Mungu, basi wewe ni mtoto wa Shetani au ni mtoto wa Ibilisi. Wewe mwenyewe ndo, wewe ndo utaamua, sio mimi. Mimi siko hapa kuhukumu. Nimekuletea neno hili ambalo liko katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya tatu Una, tumesoma ule mstari wa, wa, wa, wa, wa tisa na mstari wa kumi na pia tumesoma a, katika Mathayo tano a, ule mstari wa sita na ule mstari wa, wa, wa kumi mpendwa, kukuonyesha wewe wewe hapa ulipo ni nani na kwa nini unatakiwa kutenda haki katika dunia hii. Maana amesema anaotenda haki ufalme wa mbinguni ni wakwao. Pendo, wabarikiwa kupokea maneno haya. Tuendelee kuwa pamoja kuyapokea maneno ya Mungu na kubariki katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.